Namba mbili, naomba tunakutuma ukawe mama. Ya kwanza nimekuambia tunakutuma ukawe mke, namba mbili tunaomba tunakutuma ukawe mama. Sasa mama ni tofauti na mke, sio kila mke ni mama na sio kila mama ni mke. Kuna mtu ananielewa? Narudia tena, sio kila mke ni mama na sio kila mama ni mke. Watu wengine wanafikiri mama ni jina. Naomba niwaambie mama ni sifa. Saikolojia inaniambia mtoto anamuita mama mtu yoyote aliyekuwa karibu naye baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo kama ni baba aliyekuwa naye karibu na akamgusa mwanzoni, mtoto anaweza kumwita mama na watu wanawafahamu, wafahamu wengi ambao watoto wao wanawaita wafanyakazi wa kazi wakazi, mama, alafu yeye anamwita jina lake la kawaida mtoto aliyemzaa. Kwa nini? Mahusiano ya karibu kuanzia wanakuwa yalikuwa na dada, sio na wewe Daktari Irini, Mungu atakupa neema utapata watoto wa kike na wa kiume. Naomba nikwambie kawe mama kwao. Kuna kina mama mko hapa, mnawaona watoto wenu jumapili na Jumapili yenyewe hamuoni vizuri, kwa sababu ndio siku ambayo una muda free wa kufanya mambo yako binafsi, hamna muda na watoto wenu. Tafiti za Tanzania zinaniambia asilimia 85 ya watoto waliofanyiwa ukeketaji na ub, ubakaji na tunaita sexual molest, unyanyasaji wa kingono wamefanyiwa na watu wa chini ya dari wanaoishi Wakija ofisini nikiwa naongea na wale watoto wana, nakuta mama hajui wala baba hajui. Namwambia mtoto, mbona hujamwambia mama? Anakwambia, Do they care? Wanajali? Si They are busy. Mama umemzaa mtoto wako. Naomba niwaambie, mama mlioko hapa, kinachokuumiza tumbo lako la uzazi ni mtoto wako, sio biashara yako. Kuna mtu ananielewa? Kinachoumiza tumbo lako la uzazi sio biashara yako, ni mtoto wako aliyeunganishwa na kitovu chako, sio duka, ni mtoto. Kwa nini unashindwa kuwapa muda? Kwa nini unashindwa kuzungumza? Kina mama mko hapa, mtoto anaongea na wewe, umeshika simu, unamwambia endelea na kusikia, kwa nini lazima nikuangalie? Kwa nini unashindwa kuwapa muda? Kwa nini unashindwa kuongea na watoto wako? Kwa nini unafanya watoto, unashindwa kufanya watoto wako wawe rafiki zako? Naomba niwaambie, kina mama mlioko hapa, iko siku Mungu atakuuliza, na kitu cha kwanza hatakuuliza kuhusu biashara unayofanya, atakuuliza kuhusu watoto aliokupa kwenye tumbo lako, uliwatunza vipi Uliwapeleka vipi? Kuna wengine mko hapa, watoto wenu wana addiction, wana uraibu, ni kwa sababu wamekosa nafasi ya wazazi kwenye maisha yao. Wengine mko hapa, watoto wenu wana addiction. Wengine mko hapa, mna watoto wenu wameshawashinda tabia, unatumia hela yako kuwapeleka rehab na wasaidiaga watu wengine, kwa rekomendia watoto wao wanakwenda rehab, sober house kule Bagamoyo, wengine kule Kigamboni, anakaa miezi mitatu, unamwambia bwana, mtoto wako miezi mitatu imeisha, anaambia Mauki, nisaidie nilipe aendelee kukaa huko ameshamchoka hamwezi, lakini hamwezi kwa sababu gani? Kwa sababu ulishindwa kuwa na muda naye. Naomba nikwambia, asilimia kubwa ya wadada sasa hivi walio waliko kwenye manyumbani kwetu ni wachawi. Kuna mtu ananielewa? Wana loga wana roho za ajabu, jawai kuona wana, wana wamebadilisha familia, watu wengi wame za watu wengi sana, wengi wamekuja kwa malengo ya nguvu za giza, lakini ujui wewe, muda si uko kwenye biashara. Nenda kawe mama daktari Irene. Mama anakaa na watoto wake, mama anawaombea watoto wake, mama anawafundisha watoto wake kuhusu tabia za kuwa watu sio vitu. Sasa watoto wanamwona mama, mama akiongea na baba hawaongei kuhusu maisha yao, wanaongea tu kuhusu vitu. lile shamba mbona hujaandika jina langu, mbona hicho kijaandikwa jina langu, sasa mbona umeandika hivyo, hii ni eneo la nani? watoto hawasikii, mnaongea kuhusu nini? hivi vitu tunavyotafuta huwa vinafanya nini? Na na uhakika, kuna watu kuona, wamefanikiwa kuliko wewe lakini sasa hivi hawana kitu. Kuna mtu ananielewa. Na it's a matter of time wala haijapita miaka mingi, maisha yamebadilika, maisha yanabadilika. Jifunze kwenda kuwafundisha watoto wako kuhusu life, sio kuhusu vitu. Waambie watoto wako. Mama anawaambia watoto wake ishi vizuri na watu, mama anawaambia watoto wake mkienda kwenye school party usiende na vitu vichache, nenda na vitu vingine. Kuna mtoto mmoja mzazi wake ata, atasahau wewe utampa. Kwa nini? Kwa sababu sharing is caring haya maneno sio baba anasema, ni mama nasema. Nenda kaangalie maandiko. Watu hawafundishwi imani na baba zao, watu wanafundishwa imani na mama zao. Mama huko hapa, hujui hata kuomba na familia yako, hujui hata ku wafundisha watoto wako. Akina mama mlioko hapa, wafundishe watoto wenu maisha yalivyo. Kuna siku gia zote haziingii, hamna kinachowezekana, isipokuwa wakifunga na kuomba fundisha watoto wako hicho kitu kwamba kuna nyakati utaacha chakula mwanangu kuna nyakati inabidi uombe mwanze kufunga naye mwanze kufunga na mbele hamna chakula hapa vitoto vyangu nilikuwa kuanzia vidogo na mbele hamna kula hapa why daddy is in the fridge anambia it is in the fridge but it's not in the stomach we don't eat it today why tunajifunza kufanya nini kufunga kuna kwanini watu wengi wanajiua sasa hivi? Kwa sababu wametoka kwenye familia ambazo wazazi waliwafundisha kila batani inaleta kitu kila kitu kinakuja tu, alafu wanafika kwenye maisha vitu haviendi hivyo. Utajiri uliokuwa nao haujawasaidia wao, wanakuja kufika kwenye maisha vitu haviendi wanavyotaka, wanaingia kwenye depression, wanakufa. Saikolojia inaambia asilimia 65 ya watu waliokuwa kwenye depression wanajiua wenyewe. Kwa nini wenyewe? Amoni, amoni watu wanavyozidi kujiua sasa hivi, amoni watu wanavyojirusha kwenye magorofa sasa hivi, kwa nini? Mama, mwandae mtoto wako, mfundishe mtoto wako kama mama. Inawezekana familia yako ina migogoro, wewe na mume wako, ni kweli, hiyo ni reality, watoto wako wanaona, lakini mfundishe mtoto wako kwamba mimi na baba yako kutofautiana haimaanishi ninyi mtofautiane na baba yenu. Mfundishe mtoto wako kwamba mimi na baba yako vitu havijaenda sawa, haimaanishi wewe uogope ndoa. Mungu anaweza kufanya kwako ikawa, kwani wangapi tumetoka kwenye familia mbovu, lakini za kwetu nzuri? Kwani wangapi Mungu anaweza kukufanya ukawe mtu wa kuchange historia ya nyumbani kwenu. Kuna mtu ananielewa? Lakini mama, unamfundisha mtoto wako nini? Kuna wengine watoto wenu hapa mnajua kabisa hawaziwezi ndoa, kwa sababu waliwaona ninyi vile vile, mmeshindwa kwenye ndoa, like mother like daughter. Kuna mtu ananielewa? Mwisho Dr. Irene, nenda kawe kioo kwenye familia yako na mama moja, nimekwambia, nenda kawe mke, nenda kawe mama, nenda kawe nani, kio. Saikolojia inaniambia hivi, mtoto nyumbani anajifunza kwa asilimia sabini kwa kuona na asilimia thelathini kwa kusikia. Wazazi wengi tunakosea, tunaongea sana kuliko kutenda. Kwa hiyo watoto wetu wanaharibika kwa sababu wanajifunza kwa asilimia thelathini alafu asilimia sabini hawana cha kujifunza. unawapa nini cha kuona? vile unavyoishi nyumbani. Mama kawe kioo. Kuna wamama wengine wazuri sana hapa, mmetakata kila, nyumbani kwenu kuchafu, mko hapo kuchafu, pazia haliendani na kochi, pazia halieleweki ulivyolitengeneza, uliliwekea lile matundu matundu, linapita lishatoka huko siku nyingi. Choo chako kichafu, kingine hakina komeo bomba lilishavunjika siku nyingi, maji yanavuja tu na wala hujagundua. Naomba niwaambie, ukitaka kujua hadhi ya mama kwenye nyumba, nenda chooni. Kuna mtu ananielewa? Ukitaka kujua hadhi ya mama nenda wapi? Bomba linavuja tu linavuja tu, hamna hata shut up, hamna komeo, hamna sehemu natakiwa ukae huru, umerelax kama toilet. Unashangaa huyu mama huku yuko wapi? Yuko busy na vikoba, marejesho. Mama punguza marejesho, nenda karekebishe nyumbani kwako. Ruhusu watoto wako waone mama anavyofanya nini kazi. Naomba niwaambie kitu kimoja, wa mama mlioko hapa, kuna vitu yamkini wewe ulikuwa unafanya kwa mume wako wakati mambo yakiwa mazuri. Kuna mambo bahati mbaya yamebadilika, alafu umeacha. Naomba nikwambie kuna mambo utakuja kugundua kwenye mahusiano, majibu yake sio dawa ya moto. Ni moto, dawa ya moto ni upendo. Kuna mtu ananielewa? Unaweza ukafikiri kwamba nifanye nini, mbona yeye afanye? Kuna vitu kwenye mahusiano utakuja kugundua, dawa sio kuzira dawa ni kufanya asivyofanya, ili agundue kwamba vinawezekana. Kuna mtu ananielewa? Unaweza usinielewe, lakini naomba nikwambie, sio kila sehemu kwenye maisha dawa ya moto ni nini. Nenda kawe kioo, ruhusu kile ambacho nataka. Watoto wako waje wawe kwa waume zao waone kwako. Naomba niwaambie, kama mlikuwa hamjui, kuna saikolojia na theory inasema hivi: Daughters marry their dads and sons marry their mothers. Watoto wa kike huoana na baba zao. Maana yake nini? Wengi mlioko hapa mtakuja kugundua mume uliye naye au mwanaume uliye naye ana tabia nyingi kama za nani, za babako. Kuna wengine baba zenu walikuwa walevi, na leo umejiingia kwenye mlevi plus. Baba yako alikuwa bahili, mama nalalamika, na leo umeingia kwenye kitasa. Hujawahi kuona? Baba alikuwa mtata, na leo umeolewa na mtata. Hujawahi kufanya nini? hujawahi kuona Bwana asifiwe. Sasa na watoto wa kiume nao huwa wanaenda kuingia kwa kina mama ambao wanafanana na nani na mama zao. Sasa kama hupendi watoto wako wa kiume waje waoane na mtu ambaye anafanana na wewe, maana yake wewe unatakiwa kufanya nini? Badiliki. Kuna mtu ananielewa? Sasa yanini uje ukimbizane na mkwe mtu, m, m, m, mke wa, wa mtoto wako wa kiume, lakini kuna vitu ambavyo wameenda vinafanana na wewe hapa hujaoa ama hapa hamna mtu, mwanangu, mwanangu hapa hamna mtu. Alafu naomba niwaambie kina mama, wale ambao watoto wenu wamepata neema ya kuoa, halo, wale ambao watoto wenu wamepata neema ya nini, ya kuoa, waacheni watoto wenu wakae kwenye ndoa zao, waacheni watoto wenu. Kitendo cha kwamba unaimundu biashara haimaanishi unaimundu biashara una ndoa ya mtoto wako, unampangia vitu vya kufanya, unamwambia sehemu ambako mke wake amekosea, unamwambia maeneo gani amuonye, unampangia mpaka watoto na muda wa kupata watoto wengine. Mmewafuga watoto wenu. Kuna watoto wenu wengine wanafanya biashara nyingi, lakini kiukweli mioyoni mwao hawakutamani kufanya, walitamani kufanya vitu vingine. Wachieni, wachieni uhuru, sio unamshika na una mkontrol kama msukule a, uh, uh wanakuwa watoto hawana hawana, mimi naongea nao mara nyingi, hawana furaha. Mtoto ameingia kwenye banki hana furaha, kama sina furaha naona kabisa napelekeshwa, mke wangu ananiambia unapelekeshwa na mama yako, lakini siwezi. Nitafanya nini? Wewe unasikia raha na wengine, kwa sababu mmefru, mmefurahi kwa sababu baba yake umemcontrol. Hivyo hivyo na mtoto wako umcontrol. Acheni watoto wenu waende wakaishi maisha yao. Sisemi sio vizuri kuwasaidia kufanya biashara nini, safi kabisa, kama wanapenda, safi kabisa, lakini waachieni wafanye kwa uhuru. Waruhusuni wafanye biashara, msikontrol ndoa zao. Kuna mtu ananielewa? Wengine wameoa wake zao, wake zao walikuwa na profession zao, walitamani wafanya vitu vingine, lakini umefanya kila jitihada, yeye anafanya kazi na wewe, mke wake anafanya kazi na wewe, na bado unasubiri vijukuu nao vije fanye kazi na wewe. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Utaruhusu vipi mtoto wako awe na furaha? Mmeshindwa kuwa vioo. Watoto wengine wenu wanashindwa kukaa kwenye mahusiano yao kwa sababu hawajaona namna ya mke, hawajaona namna ya familia kutoka kwako. Watoto wenu wanajifunza vingi kutoka kwenu. Nimewaambia vitu vya kuwazungumza na kuwafundisha watoto wenu, lakini pia kuna vitu ambavyo mnaweza msiwafundishe kwa kusema. Jitahidini kuishi haya maisha. Kuna mtu ananielewa? Ruhusu watoto wako Dr. Irini na mama yangu wanakaa kivule. Jumapili kama leo, mida kama hii, nikitoka hapo, najua nitampigia simu baba yangu na mama. Ninauhakika baba yangu akipokea simu, nikimwambia mama msalimie, ananiambia huyu hapa kwa sababu wamekaa kwenye kochi moja, wanaangalia TV saizi na nikimpigia mama nikimwambia baba anakwambia huyu hapa. Ndivyo tumewaona, kuna mtu ananielewa? Ndivyo tulivyokuwa tunawaona Irene. Wakati namaliza, naomba nikutakie familia inayokwenda kutoka kwako iwe bora kuliko familia ulio uliotoka. Kuna mtu ananielewa? naomba jitahidi sana mtu wa Mungu, familia inayotoka kwako iwe bora kuliko familia uliyofanya nini uliotoka, na neno hilo ukawaambia watoto wako, wanangu, familia zitakazotoka kwenu ziwe bora kuliko familia yetu. Maandiko yanazungumza tunatoka utukufu kwenda utukufu, hatutoki utukufu mkubwa kwenda utukufu mdogo. Ukiona mzazi ambaye hatamani watoto wake wafanikiwe kuliko yeye, ana shida huyo mzazi. Dr. Irene, ninakutakia katika jina la Bwana maisha yako na ndoa yako ikawe bora kuliko wazazi wako, ukafanikiwe zaidi kuliko wazazi wako, ukawe na furaha zaidi kuliko wazazi wako, watoto wako wawe na furaha zaidi kuliko uliokuwa nayo wewe nyumbani kwao, ukatoke utukufu kwenda utukufu, katika jina la Yesu, amen.